Inakuletea ndugu Waislamu, hakuna jambo duniani ambalo linakwenda kwa kasi mno kuliko zote kuliko wakati, na ndio hiyo hiyo ambayo inayekwenda polepole kuliko zote. Hiyo ndio inayekwenda kwa kasi kuliko zote, na ndio inayekwenda polepole kuliko zote. Hakuna jambo duniani ambacho ni kirefu sana kuliko zote isipokuwa wakati, na ndo hiyo hiyo ambayo ni fupi kuliko zote. Wakati ndo refu kuliko yote, na ndio fupi kuliko zote. Sisi sote hapa tunayapuuzia masala ya wakati haya, lakini baadaye tutakwenda kuyajutia, machozi rangi nyekundu isiweze kutusaidia chochote. Wale wote ambao walifaulu hapa duniani ni wale ambao waliitumia nyakati zao sawasawa, na wale wote ambao walifail hapa duniani ni wale ambao waliichezea nyakati zao. Ndo anasema Ibnu Lqaim Aljauzi kwenye kitabu chake Alfawaid, ina istighlalu lwaqt min imarati liman wa alamati taqwa, hakika mtu kuifanya ghali wakati wake akaitumia wakati wake inavyotakana kutumiwa ni katika jambo la kuimarisha imani. Yani leo wewe ukitaka kuimarisha imani yako basi tumia wakati zako sawasawa. wa alamati taqwa, na ni alama ya mtu kuwa mchaji, kuonesha kwamba yeye ni mchaji Mungu. Yaani wewe leo ukitaka kujipima, mimi ni miongoni mwa wachaji Mungu wa masimo angalia, je, unatumia wakati wako sawasawa? Ndo anasema Hasan al-Basri rahimahullah anasema ma min fajri yaumin yanshaqo illa wa yunadi ya ibnu Adam ana yawm jadid wa ala amaluka shahid fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yawmil qiyama. Hasan al-Basri anasema hakuna siku alfajiri al ya siku inapojitokeza inapochopoza isipokuwa ile siku inamwambia binadamu, e binadamu, hey. Mimi ni siku mpya katika maisha yako sa na juu ya vitendo vyako, vinanukuliwa, vinarikodiwa, yanashuhudiwa, yote yametiwa kwenye kamera. Fatazawad minni, basi nitumie sawasawa inavyotakana kutumiwa siku ya leo, kama wanavyosema Waingereza, make the best out of me, toa yale mazuri yote inayopatikana katika siku ya leo uweze kuyatumia. Kwa nini? Fa inni la audu ila yaumil qiyama, kwani mimi sitorudi tena mpaka siku ya kiyama. Ndugu wa Islamu, wema waliotangulia wametugawa sisi katika, katika matumizi ya wakati kwamba tumegawanyika makundi matatu. Kuna kundi ya kwanza ambao wanaotumia wakati wao inavyotakana kutumiwa na hawa ni wachache sana miongoni mwetu, mahali wanatakana kuwa hawakosekani na mahali hawafai kuwa hawapatikani. Hapo asije Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akakukosa katika salati alfajiri Anasema aliosema, anla yaraka llahu fi ma nahak, asije Mwenyezi Mungu akakupata sehemu ambayo amekukataza kuwa wewe katika baraza ya miraa ba, ndani ya baa, kwenye disko au katika sehemu ambayo ni ya haramu. Na asije Mwenyezi Mungu subhana wa taala akakutafuta katika sehemu ambayo anatarajia kwamba utakuwepo pale, salatilfajiri so, bado umelala. Unafaa kuwa kazini kutafuta riziki yako ya halali, bado haupo. Basi asije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakutafuta katika hali kama hii. Na hawa ambao wanaotumia nyakati zao sawasawa ni wachache sana miongoni mwetu, wanahesabika kama doa. Kundi ya pili, wamesema wanazuoni kwamba katika watumizi wa wakati ni wale ambao wanaosema ya kwamba inshallah, mimi kesho, nitaanza. Na hii kesho haifiki. Inshallah Inshallah Inshallah Inshallah Inshallah nitaanza nitaanza nitaanza nitaanza nitaanza kuswali kuswali salati, jamaa zote msikitini. Inshallah, mimi kesho, nitaanza kuswali, salati, alfajiri, msikitini. kusoma Qur'an. kuvaa hijab ya kisheria mwanamke Kiislamu huyu. kuacha maasi. Kesho, kesho, kesho Walahi, kesho wala, wala hii kesho haifiki. Ndio anasema mshairi, wala uakhiru shughla liyawmi an kasalin ila ghadin inna yawma alajizina ghadu, mimi sicheleweshi kazi ya leo nikasema kwamba nitaifanya kesho. Siku ya kesho ni siku ya wavivu. Unapomwona muislamu anatumia neno kesho kila wakati katika mazungumzo yake, basi hii ni alama ya uvivu, kwa maana mimi kesho nitafanya, kesho nitakwenda, kesho kesho. Hii kesho huna wewe, hii kesho ni makaratasi tu umeandika wewe kwamba kesho nitafanya, kesho nitakwenda, kesho nitatekeleza, kesho nitapanda, kesho nitashuka, lakini haya ni makaratasi tu umeandika, huna kesho. Ni Muislamu, siku yako ni leo, kama alivyosema Imamu Shaukani, kwa binadamu ana masiku matatu: siku iliyopita ambayo ni jana imeshapita hiyo, haitarudi tena. Alhamisi ya jana imeshapita katika maisha yangu mimi na wewe na siku ya leo ambaye ni rasilimali yangu mimi na wewe, na, na siku ya kesho hii leo. Ni nafasi yetu ya dhahabu muislam, ima tunaitumia sawasawa ama tunaiharibu. Na kesho hakuna miongoni mwetu ambaye anayejua kwamba ataifikia. Imamu lharamaini anasema hapana, binadamu hana masiku matatu, binadamu ana masaa matatu: saa iliyopita na saa alonaye na saa inayekuja. saa iliyopita ambaye ni saa sita mchana imeshapita hiyo haitorudi tena katika maisha yako na yangu. Na saa tulionaye sasa hivi, hii ni nafasi yetu ya pekee, ima tunaitumia sawasawa ama tunaiharibu. Na saa inayekuja, hakuna mwenye kujua kwamba anaweza kuifikia. Lakini anasema Ibnul Qayyim Aljauzi kwamba binadamu hana masiku matatu wala masaa matatu. Binadamu ana pumzi tatu, pumzi pumzi iliopita, na pumzi ulionaye, na pumzi inayekuja hii ilopita imeshapita. Ambayo uko naye sasa hivi, Muislamu, ima unapumua katika jambo la kumridhisha mola wako na kuijenga akhera yako, au unapumua katika jambo la kuiharibu na kuelekea mahali pabaya.